Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni katika harakati za kutambua ile nuru iliyozima mwaka elfu mbili na mbili mkoani Singida ya Shekhe Juma bin Hasan Pondo, ukiwa tunakukusanyia matukio yatakayokufanya umjue walau kama si kiundani, walau kwa vizuri zaidi Shekhe Juma bin Hasan Pondo. Niko na dada yake hapa, shangazi yetu, na huyu ni ukhti Munira uh, au ni mama Munira binti Abdallah yeye eh, Sheikh Juma bin Hassan kwake ni kaka. Kwa hiyo kuna namna ambaye anamfahamu, kuna namna ambayo anayajua na mazuri, kwa sababu eh, wale family members hasa basi, yeye ni mmojawapo eh, shangazi. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nataka tufahamu kidogo kuhusiana na Sheikh Juma bin Hassan Pondo yeah. na pengine tuanzie hapa, yule ni ndugu yako yeah. Ndivyo sasa eh? yeah. Kama ni ndugu yako kwa sababu tunataka kufahamu zaidi kuhusiana na mambo ya kidini yeah. Eh, tuanzie hapa darasani kwake yeah. Wakati wewe mdogo unakuwa eh, upo chini yake yeah. Kuna lipi unaweza ukatuambia katika harakati zake za kidini Sheikh Juma bin Hassan Bon yeah. Bismillahirrahmanirrahim, namshukuru Mwenyezi Mungu kupata nafasi hii. Namkumbuka shekhe Juma kwa mambo mengi. Shekhe Juma ni kaka kwangu, ni mlezi kwangu, ni familia yangu. Nimemfahamu shekhe Juma nikiwa binti mdogo sana, binti mdogo sana, kwa maana ya kwamba anaanza alifu kwa marehemu shekhe Khalid bin Sudi, yeye akiwa ni mkubwa, kwamba ndo kaka, sisi ni watoto kwa hiyo shekhe akiwa na udhuru wowote, uh, ule basi msimamizi wetu ni shekhe Juma marehemu na kaka Hamisi pale, ndio tulipoanza maisha yetu, mimi na shekhe na ninamfahamu kutoka hapo mpaka mwisho wa maisha yake. Lilikuwaje mm, darasa na chini ya shekhe Juma bin Hassan, wakati Khalid ibni Sudi yupo hai na yeye ndio kaka Hebu nifahamishe amshaamsha, eh, ilivyokuwepo amsha wakati mkiwa darasani, maana ninyi ndio mlikuwa wanafunzi wakati ule. Wallahi, kwa kusema ukweli na kumwogopa Mwenyezi Mungu, alipokuwepo marehemu Sheikh Khalid, watu tutasoma kwa uoga, kwa kuogopa, kwa sababu mzee wetu alikuwa mkali kidogo. Anainama, kanyamaza, lakini utaongea huko kule mbali, lakini anajua huyu ni fulani kaongea basi utashtukia fimbo ya mgongo tu itakuwepo, lakini alipo akitoka akiwepo shekhe Juma marehemu, tulikuwa tunafanya vitu kwa uhuru kwa sababu alikuwa na mapenzi, alikuwa na ukaribu. Si kwamba shekhe Khalidi hakuwa na mapenzi? Hapana. Yani, mwanafunzi ambaye labda akili nzito haelewi vizuri, atamsogeza karibu yake jinsi atakavyo mtiti ule mwanafunzi, basi hata kama una kichwa kimeganda uta taelewa tu, labda Mwenyezi Mungu awe hajataka. Kwa hiyo darasa lake lilikuwa lina upendo mkubwa kwa kweli mkubwa sana, na tulijifunza mengi, tulijua mengi kwa sababu sauti yake kwanza ni ya upole, ya upole. Maneno anayokuambia yanakufanya utulie na uzingatie pale. Hilo darasa kwa kweli lilikuwa darasa bora sana sana kutoka Zawiya au Madrasatul Qadiria mpaka kuwa taufiki hapa kuliamo vipi? hapa hapa, baada ya kifo cha Shekhe Khalid Saud, navyokumbuka mimi, baada ya kifo kile, kwa sababu tulikuwa tunasoma nyumbani kwa Shekhe Khalid Saud, lakini baada ya kuondoka kwake na wanafunzi wakubwa ndo wao tayari wameshaka katika kujitegemea, hakuacha ile kazi aliyoachiwa na shekhe wake alipoanzisha madrasa. Basi watu wote, watu wote waliokuwa huko Kadiria tuli, tuli, tulimfuata nyuma Darasa likaendelea, alhamdulillah, darasa likaendelea pale, sasa katika msikiti wa Mitunduruni. Mitunduruni tunaswalia pale, tunasoma pale. Na ninavyokumbuka alianzisha utaratibu yeye na uongozi uliokuwepo, kukawa na darasa la kwanza la pili la tatu mpaka la nne. Kwa hiyo mnaanza darasa la kwanza. Yale masomo ya darasa la kwanza mkia faulu, ndio mtihani unafanyika, mnaingia darasa la pili, hivyo hivyo mpaka darasa la nne nakumbuka nilikuwa na dada zangu, sasa hivi nao ni marehemu wawili, Aisha na Latifa. Nilikuwa naweza nikasema ni mwanafunzi ambaye kwa upendo wake ama kwa ufundishaji wake, nikawa nafanya ile hali ya jitihada, mpaka nikawa dada zangu wananiambia, unapenda sifa wewe <laughs> unapenda sifa, unataka situchapwe, kwa sababu nimewacha kwenye darasa la watoto wadogo, nimemaliza kila kitu, nikawa darasa la nne kule. Kwa hiyo nikazidi kuwa kipenzi cha shehe, kiasi kwamba akija nyumbani, kwanza kabisa shehe ni mtoto wa wazazi wangu. Naweza nikasema jambo ambalo hata wengine watalijua leo, labda kwa wanaonifahamu. Baba yangu yangu na mama yangu walipokuwa hai, kunapotokea mtafaruku babangu alikuwa mkali sana. Kwa hiyo kukitokea mtafaruku, hata itwe nani, hajakubali bado. Lakini huyu waliomwita mtoto wao akitoa, akiuliza tu baba, vipi, mzee anakaa chini, anaomba nisamehe. Kwa hiyo hata tatizo lililotokea pale halizungumzwi tena. Ye akishamwona Shekhe na katamka, mzee vipi, nini, anasema yameisha, nisamehe baba, ugomvi unaisha tunarudi kwenye amani, alhamdulillah, tunarudi kwenye amani. Kwa hiyo hata wakati akija nyumbani, shughuli zote za kidini kwetu msimamizi ni yeye, mtoto wao. Na alipenda sana, kama kuna hakika labda inafanywa mfano, basi ataniita mbele za watu, hebu soma soma kitu fulani, soma kasida fulani, soma sura fulani, nasoma pale, namaliza, anasikia fahari, alhamdulillah Nashukuru, nashkuru alhamduilahhamanake. Katika wanafunzi wale, walikuwa sehemu ya mbele kabisa, na wewe ulikuwa mmoja wapu. Alhamdulillah. Kiasi kwamba sikuweza kutega madrasa kwa sababu haka, hauni shida ku, ku, kuja yeye ama kutuma mtu, nenda kaangalie kuna shida gani huyo ajaonekana madrasa. Sasa pale ukitega bila mpangilio, ujue shida kubwa sana, shida kubwa, mzee atapiga na yeye atarudi kutenda kujuta kwanini kaja kusema pale, anaona huruma tena kwa hiyo sikuweza kutega mpaka imefika wakati wa kwamba basi naondoka sasa, naingia kwenye maisha ya ndoa. Basi tuko hapa hapa darasani hapa, wakati Sheikh Juma anafundisha. Alikuwa na fani nyingi mbalimbali, anafundisha mba, Qurani, tajwidi, anafundisha qasda, nafuni... unafikiri wewe kitu gani ambacho kilikuwa kinakuvutia sana kwake ki, kwake? Bwana, mimi usomaji wa Qurani, usomaji wake wa, wa Qurani utoaji wake wa adhana, wallahi, labda niwe na udhuru, siwezi kukwepa. Hata tumemaliza muda wa madrasa, lakini naongoja usikia adhana ya Shekhe, niswali afu niondoke. Na kama hakuadhini siku hiyo, basi naweza nkatoroa kansi swali, nasema leo aje adhini shekhe. Ah, twende nyumbani, kimbia turudi nyumbani, na utoto, turudi nyumbani. Lakini akiadhini yeye, sijajua kitu gani kilikuwa kinanipata, na ndivyo ninavyoenda hivyo mpaka hivi sasa, kwa kweli Ndivyo. Mashallah, mashallah, mashallah. Hapo ni kabla ujaolewa na kuondoka? Si kabla sijaolewa. Mwaka gani wewe umeolewa na kuondoka pale nyuma? Mimi nimeolewa mwaka themanini na nane Tanga, lakini Singida niliondoka themanini na saba iliondoka mm, themanini na saba kuja kuishi Dar es Salaam. Kuja kuishi Dar es Salaam ni elfu moja mia tisa na tisini na nne tisini na tano hivi. unafikiri kuna mambo gani ambayo pengine unahisi sisi hatuyafahamu au hata kama tunayafahamu, lakini unatamani kutukumbusha na kutufahamisha kuhusiana na Shekhe Juma, unahisi ni muhimu yanapaswa kukumbukwa, ambayo wewe unayakumbuka wakati ule ukiwa darasani katika madrasa? Na mimi naweza nikasema bila hofu na kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, maisha yangu ninayoishi sasa ninamuishi Shekhe Juma, kwa sababu alikuwa natufundisha sira, tufundisha fikihi, hadithi, tufundisha kasida, lakini kwa ule ukaribu wa familia ni mtu ambaye alianza kunijenga nikiwa bado hata sijui mii kama nitakuja kuwa mtu mzima, niwe na watoto, niolewe, nifanye nini. Subira hii kwa kweli naenda nayo, mwenyezi Mwenyezi Mungu asininyang'anye. alipenda sana kwa sababu subira ilikujaje? Mpaka nikapata lengo hilo, labda kwa faida ya wengine. Kama nilivyotangulia kusema, mimi nilikuwa na dada zangu wakubwa wawili, nao akili zao katika usomaji ilikuwa kidogo wazito. Sasa mimi nikifundishwa, nikishika hapa, nikivuka, nikienda mbele, basi napigwa vibaya sana. Pigwa makonzi vizuri sana kwamba anapenda nini? Anapenda sifa. Unataka e, yeye unataka kaka kusifie, situpigwe. Lakini yeye mwisho wa siku kilio changu nikifika pale, uwe na subra. Utakutana na mengi zaidi ya haya. Utakutana na ndugu wenye shida, familia, utakuwa na wewe utaolewa. Subra, yani subra ilikuwa ndo kama kitu ambacho ameniacha nacho. Kwa hiyo hata wakinipiga wakinifanya, usiwachukie. Anaikukosea usimchukie, muombee dua. Na wallahi, ndio naenda nalo na naweza nikasema hasa ni shahidi wa haya. Sasa, Shekhe Juma ni kaka yako, lakini alikuwa na familia, ana watoto ambao ni wanao pia hivyo eh, una unaelewa chochote kuhusiana au unakumbuka chochote kuhusiana na maisha yake ya kidini baina yake na familia, kwa sababu familia nyingi unaweza kuta baba ndio shekhe au ndio mtu wa dini, watoto awaswali wa awafungi wafanye hiki. Mzee aliwezaje kuhakikisha familia yake yote? Wewe kama dada utakuwa nakumbuka hivi vitu, aliwezaje kufanikisha watoto wake familia yake yote wakawa watu wa dini na wenye msimamo katika dini? Wallahi, kwanza ninaposema alikuwa mpole, usio akachukulia, alikuwa mpole wa upumbavu. Upole wake utakapofanya yale anayotaka, lakini ukienda na kinyume ambayo anayataka yeye Utamwona chui ana fadhali kabisa kabisa. Hata wao ukiwauliza hii kauli, wataenda nayo sawa. Upole wake, kicheko chake, dua zake, utazipata umefata kile anachokitaka yeye, lakini ukienda naye tofauti, ukali anaokuwa naye walahi, hey! Si, hakuna mtu anaweza kuleta mchezo, asisome asis, asiswali. Usiposwali huli, na fimbo, na fimbo na adhabu zingine zitakukuta. Kwa hiyo nyumbani kwake ukitaka kukaa sawa sawa, fuata anachokitaka. Mm, fuata anachokitaka. Na hata hayupo, taarifa atazisikia tu fulani ameswali, fulani hakuswali. Fulani kaenda kuzurura, basi unala kujibu. Fulani alichelewa kuingia, unala kujibu. Sasa aliokuwa anayafanya kiasi kwamba kila mmoja unashika sheria bila shuruti. Sio watoto wake tu, hata we unaikanyaga pale, utafata msimamo unaotakiwa pale. Mm. Mashallah, mashallah, ukaamia Dar es Salaam bila shaka. Sheikh, wakati umeamia Dar es Salaam, walikuwa anakuja na safari zake, una lolote la kusema katika ujio wake, akija Dar es Salaam nanna, unatamani tujue? Mimi kusema kweli, Allah ni shahidi kwa kauli yangu, naweza nikasema nafasi aliyonipa, e mimi sijui yeye mwenyewe anajua, na Mwenyezi Mungu, kwa sababu yule ni mtu mkubwa sana, alikuwa mtu mkubwa sana Alafu kila mtu anatamani afike kwake, matajiri, maskini, mashehe na mpaka watu wengine wa kawaida tu. Lakini sikukosa nafasi tena, so ya kuingia na kutoka ni ya kuandaa chochote nitakachojaliwa. Na wallahi katika vitu ambavyo, Subhanallah, Mungu nipe subra, katika vitu ambavyo nilikuwa najiona kama Mwenyezi Mungu amenipendelea sana tutaandaa chakula watu wote watakuwa, kila mmoja kama ni pamoja kama ni sehemu yake, lakini sahani yake ananiambia utakula na mimi hapa. Kwa hiyo wanakaa watu wanakula, lakini mimi nakaa naye hapa pembeni, nimeshikilia sahani au anashika yeye. Kula mdogo wangu, niambie una shida gani, unaishi vizuri kwenye ndoa yako. Kama kuna kitu alikisikia, basi ana maana ninong'oneza, nimesikia hivi na hivi na hivi vipi? E, ndio kaka, kuna hivi yaani twateta pembeni huko, tukila sahani moja, mpaka akiondoka pale amesha nipa ya kwake, na nimeshapata ufunguzi wa tatizo langu na ndoa yangu inaendelea, alhamdulillah. Ikafika siku Mwenyezi Mungu akamchukua, wewe ulikuwa wapi wakati ule na kipi unaweza ukatufahamisha nasi tukakijua? <sighs> Ni wakati mgumu sana, ni wakati mgumu sana. Mimi niko hapa Dar es Salaam, niko bado naishi Mwembe Chai, mtaa wa Babati na nilikuwa ni mjamzito wa mtoto wangu wa tano na wa mwisho, bado tunazungumza nini. Hii taarifa ilikuja ghafla tu, nakumbuka nilikuwa niko jikoni nimesimama, kwenye mlango namwelekeza binti kile alichokuwa nakifanya pale, akaingia ndugu yangu katika imani, kapiga kelele moja tumunira kambia nini mbesha Shekhe Juma hayupo duniani. Sikujua kilichoendelea mimi nilijikuta niko Muhimbili, wanasema nilianguka, sijajua pale walinichukuaje chukuaje na tumbo langu lile, sikujua kilichofanyika. Nilijikuta niko Muhimbili, siku ya pili yake napata fahamu kiasi kwamba kwa hali iliyokuwa nayo, sikuweza kuhudhuria mazishi. Nikaomba wanirikodie basi, nione hata safari yake ya mwisho, na kweli walinirikodia. Wanangu Hasani na mjomba wake Ibrahimu mdogo wangu na wengine walifanya hiyo kazi.